Usipowarekebisha watoto sasa hivi wanaenda kuanza form 1, wakifika form 2, form 3, form 4, wamekomaa, hatuto waweza, hatuto. Kwa hiyo ninawaomba huko majumbani nyinyi ndio, ndio muwe wa kwanza kuwasaidia walimu. Watoto muda mwingi wanakaa mashuleni, wanafundishwa na walimu, wanafanyaje? Wakirudi nyumbani, wazazi walezi, msione kama watoto ni mizigo. Hakuna jambo zuri ambalo Mwenyezi Mungu analipenda kama kumshika mkono mtu ambaye hajiwezi. Ni jambo muhimu na jambo kubwa sana. Mimi naamini hawa watoto wote pamoja na wazazi wao kiujumla, kwa ili tukio ambalo wewe umelifanya siku ya leo, mimi naamini wengi wanaendelea kukuombea wewe, kama Mheshimiwa, uendelee kuwa na afya njema vilevile, uweze kuwasaidia, sio kwa hiki tu, uendelee pia kutoa msaada zaidi ya hapo. Tukuhakikishie kwamba sisi Chama cha Mapinduzi tutakulinda kwa hiyo wewe chapa kazi, au wengine ambao wanakuwa na vijicho tuachie sisi, hiyo itakuwa ni kazi yetu sisi kupambana nao, ili wewe ufocus na mambo haya ya maendeleo ya wananchi. Sisi tunakupongeza sana kwa haya unayoyafanya, tunakuombea tu Mwenyezi Mungu akupe afya njema ili uweze kuyatekeleza. Lakini pia tusisahau kumuombea mheshimiwa mbunge kama alivyosema mheshimiwa diwani mmoja kwamba tumwombee awe na afya njema, lakini tuendelee kuwaombea viongozi wetu katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtoto wangu hana baba, ni mimi, kama mimi. Mimi ndo mama, mimi ndo baba. Nikizunguka huku, nikizunguka kule, sikuweza kuhimia. Ndicho maana nimekuja hapa na ninamshukuru mbunge ninamshukuru sana ninamshukuru <coughs> sana si mimi. Kwa niaba ya mkurugenzi, nikushukuru na nikutakie kila laheri. Hii safari umeianza na unaianza vizuri kwa kuwapa watoto hivi vifaa ili waweze kwenda shuleni, kwa wale ambao wasingeweza kwenda kuanza kwa wakati, lakini wanaenda kuanza na tabasamu.